Huko ujenzi wa majengo usiofuata taratibu katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ambayo yamepangwa kwa kazi nyingine au ujenzi wake umepangwa majengo fulani fulani aina, lakini hajengwa majengo ambayo hayapaswi kujenga katika maeneo yale. Kuna maeneo mengine inapaswa kujenga ghorofa ambazo hazizidi tatu au nne. Unakuta sehemu hizo wanajenga maghorofa nane, magorofa tisa. Kuna sehemu zingine ni makazi ya viongozi ambayo kimsingi ujenzi wake ni lazima uwe very much respected, lakini unakuta watu wanajenga maghorofa, wanamchungulia mpaka kiongozi kwenye kuwa ili aliwezekane. Vibali vya ujenzi havitolewi na mkuu wa mkoa, havitolewi na rasi, havitolewi na mkuu wa wilaya. Vibali vya ujenzi vinatolewa na halmashauri na wataalamu wa halmashauri. Tunakuwa na mashaka na baadhi ya wataalamu kuingia kwenye mawasiliano yasiyofaa, ni maadili ya, ya utumishi wa umma na kuipelekea serikali kupata hasara kwa sababu majengo yanayojengwa kwa mfano maeneo ya Masaki kwa maeneo ya Stabei jengo unakuta kiongozi mkuu yuko pale, alafu ghorofa limejengwa kwenda juu linamchungulia kiongozi mkuu. Maeneo mengine majengo ya takrima ghorofa, unakuta ghorofa inafa inainuka. Maana yake nini? Ni lazima sisi wataalamu tusimamie sheria, kanuni na utaratibu kwenye ujenzi wa miundombinu yetu, tusiingie kwenye majaribu ya kupokea rushwa, tusiingie kwenye majaribu ya tamaa ya fedha. Ni lazima tu review. Kama kuna changamoto hiyo, ni vyema ku review mipango ya uendelezaji wa miji, lakini sio kuchukua maamuzi yako kwa masilahi yako unatoa kibali, wakati mwingine unatoa kibali kwa wageni, na mikataba mmeingia na wageni, lakini unakuta umevunja utaratibu au sheria. Hilo jambo sio sawa, kwa sababu kama mtaalamu umetoa, yule mgeni akikushtaki, anaishtaki Serikali. Sasa utaalamu wako kama mtaalamu unakuwa umeenda wapi? Kwa wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote na ninyi wahandisi mnaotoa vibali hivyo vya ujenzi, hakikisheni kwamba mnatoa vibali kwa usahihi na kwa umakini mkubwa sana. Kinyume chake tutawajibishana na watu wengi hapa na wengine utapoteza kazi ya salama. Tumejadili katika vikao mbalimbali mpaka vya kamati za usalama Unaona kabisa kuna mtaalamu fulani ameingia kwenye uh, mkombo huo. Hilo jambo sio sawa, maanake unakuwa spotted kama au unakuwa kama mtu usiyeweza kusimamia sheria, unakuwa unakuwa spotted kama mtu ambaye hujiwezi kwenye nafasi yako kuwa kiongozi. Hata ikija promotion, mtu anaje kukuona wewe? Kwa sababu tayari wewe mwenyewe nitatuza kwa wakurugenzi, ili endeni mkalisimamie kama kuna majengo yoyote ambayo yamejengwa bila utaratibu, omweni kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Mtu amevunja sheria, kavunja sheria. Kuna haja ya kumwonea haya? Kwa sababu kavunja sheria. Vibali vya ujenzi vinatolewa na halmashauri. Kama viwanja umepima halafu mtu anajenga kii bila kibali, maana yake tatizo ni jambo la tatu ya? na kumbi za starehe ambazo zinapiga sana kelele na zingine zinapiga hata maeneo ya diplomatic. Tumefungua biashara masaa ishirini na nne pai, lakini na tuangalie maeneo, yako maeneo mengine ni haire restricted. hasa maeneo ya diplomatic maeneo ya makazi ya viongozi ya, sio maeneo yote ya kufanya kazi masaa ishirini na nne sindio? Ndio maana tumetenga maeneo muhimu ambayo mtu akifika muda wowote anaweza kwenda kupata huduma, na ndio maana tumeweka na miundombinu. Sasa yako maeneo mengine haya ya diplomatic, ya viongozi, makazi ya viongozi, makazi ya wananchi ambayo sio makazi ya biashara. Ni vizuri wale wanao piga kelele mpaka viongozi wanashindwa kulala, wanashindwa kupata utulivu. Ebu tuendeni tukasimamie. Maafisa biashara, si mpo? Maafisa biashara mpo, nadhani mmeshaongezewa weledi, asimamie vizuri. Wakurugenzi, tupo kwenye kazi sasa hivi ya kuboresha daftari ya kudumu awapiga kura, baada hizi siku kuongezewa tena, uchaguzi umekaribia sasa. tunafahamu Dar es Salaam ina watu wengi, hata ungeweka mwaka wataendelea kujiandikisha tu. Sasa kwa muda huu ambao tumepewa nafasi, hebu tuwahamasishe watu wajiandikishe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Siku ni chache, lakini isitumike nini effectively. Kwa wakurugenzi, maafisa uchaguzi, pelekeni taarifa sahihi ili watu wajitokeze waboreshe daftari lao, na wengine wamehamia juzi wajiandikishe, ili wa wapiga kura halali kumchagua mheshimiwa rais, kumchagua mbunge, kumchagua diwani kwenye uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa sababu mtu anaweza kupata taabu sana tarifa, kwa sababu hana taarifa akashindwa kujiandikisha, kwa taarifa ziwafikie vizuri kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa rumu na watu kuendelea kujiandikisha ili kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Pamoja na kuwapongeza kwa taarifa nzuri, bado nahitaji kuwasisitiza maafisa mipango, wachumi, maafisa takwimu, mimi mwenyewe profesional ni afisa ni mipango Kupanga ni kuchagua, huwezi kukapanga bila takwimu. To plan is all about choosing priorities you can't plan without data. Data is a driving force to plan. Poor plan inakupelekea kwenye poor success. Sasa takwimu, ownership ni lazima muwe nazo kwenye halmashauri zenu kwa ajili ya kumsaidia mkurugenzi. Mkurugenzi Anategemea vitu vingi kutoka kwad asadl unakuwa fd na wachumi na watakwimu. Na sasa kuna haja pangu ya kuongea sana, unapokuwa afisa mipango unakwenda statistical dokumenti hii, maelezo haya yanakuwa yapo. Ndio maana mkurugenzi ni afisa mipango mchumi, wewe unajua kila siku na data, kuna haja ya kuongea about kwa hiyo we hebu improve ownership ya takwimu zenu, muwe mna concentrate ni takwimu zenu. Mnavyojua kwamba kuna presentation kwenye kikao cha RAS lazima mowni takwimu zenu. Kwa hiyo maafisa mipango, takwimu vichakateni vizuri. Hazinisaidii mimi RAS peke yangu, hata kiongozi mkuu akija kwako unakuwa convinced hata mkurugenzi wako akihitaji data unazitoa kwa haraka, lakini ukikaa unaona base maelezo kama ni mheshimiwa diwani hivi au mheshimiwa mbunge ambaye anataka kueleza sana au mkuu wa wilaya. Wewe ni afisa mipango, afisa mipango should be precisely direct to the point. Wewe mkuu wa mkoa mwenyewe ni mtu wa takwimu, alafu afisa mipango ubeze kwa maelezo bila takwimu. Mkuu wa mkoa mwenyewe akiinuka hapa anakutajia takwimu kibao, sio mnomnoge sinamjua mkuu wa mkoa wetu. Sasa kama mkuu wa mkoa yule, ni kiongozi wa kisiasa, ni msimamizi mkuu kwenye mkoa, lakini takwimu anazo kichwani. Sasa we mtaalamu. Jambo la sita, iko miradi ambayo kila halmashauri inatekeleza kwenye mwaka wa fedha huu na mwaka wa fedha uliopita. Miradi mingine imekabilika, lakini haijaanza kufanya kazi. Na waagizeni wakurugenzi nendeni mkaone miradi yote ile, aianze kufanya kazi mara moja, kabla ya tarehe 30 mwezi huu, ianze kufanya kazi. Nafahamu iko miradi ya afya yako madarasa, vituo vya afya na zahanati, wakati mwingine hazijaanza kufanya kazi kwa sababu ya vitu vidogo sana. Hii sitaki ninyi muwe wa kwanza kumchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi, kwa sababu Mheshimiwa Rais amesha jukumu lake msi la msingi amekamilisha, anakwenda pesa swala so, la kufungua kuanza kazi ni jukumu lenu, ni watendaji, ni jukumu letu, si watendaji. Nendeni mkafungue ile zahanati na vituo vya afya, nendeni mkafungue yale masoko. Mbagara kule kuna masoko, Ilala kule kuna zahanati, Singiziwa kule vituo vya afya bado havijaanza kufanya kazi. Ni vitu vya ajabu sana. Wewe upo hapa, utakuwa una maana ya kuwa Dar es Salaam, kama kuna zaanati na vituo vya afya vimekamilika halafu hamfanyi kazi? Wakurugenzi, kuna haja gani ya kuwepo kwenye meza halafu vituo vya afya na zaanati havifanyi kazi? Hela za wananchi zimeenda kule, wananchi wanalalamika, wanataka huduma, halafu vituo vimeisha, havianzi kufanya kazi. Msisubiri kwamba mpaka iingie siku. Ni bajeti si kubwa? Hapana, bajeti ya, ya kituo hicho cha afya au zahanati ambayo haijafunguliwa, wale wananchi wanaenda kutibiwa kwenye hospitali nyingine. Ile hospitali ambao wanaitegemea, chukua madawa kwenye hospitali ile, wasogezee karibu pale ili wapate huduma, kuliko majengo yamejengwa yakakaa, aido zahanati au kituo cha afya kiko zingiziwa pale Kivule pale Majole kuna nini? Kuna hospitali, kuna haja ya kituo kile cha afya kuto kutoa huduma wakati wale wananchi wanategemea hospitali ya Kivule kwa ya madawa ya Kivule, gawa mengine yaende kusevu wapi? Ni kituo cha afya. Tumeelewana jamani, wakurugenzi? Tumelewana hatuna haja kama tunakaa mezani, vitu vimekamilika, hamfanyi kazi. Halafu uchaguzi ikitakutwa no? tu ilani ya uchaguzi ya mwaka huu iko mwishoni sasa. Alafu ili mheshimiwa rais apate kura, ni miradi yake kufanya kazi miradi kamaliza, alafu asipate kura maana yake nini? Kwa sababu wananchi wanalalamika huduma hawapati wakati miradi imekamilika. Unataka mpaka Jumatatu uone takwimu ni wapi. Kwa wakurugenzi, kabla ya takwimu hizo muwe mmeshaanza kufanya kazi. Endeni mkasimamie pia hii swala la 10%. Tayari tumeshaingia contract na NMB na CRDB kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini issue sio kukopesha tu, issue ni assessment ya watu ambao wanakwenda kunufaika na asilimia ya kumi. Malengo ya serikali ni mazuri sana, lakini uzuri wa malengo ya serikali unachagizwa na usimamizi imara wataalamu wetu kwenye Masha, halmashauri ili kuhakikisha kwamba wanaopata 10% ni wale makundi yaliyolengwa kwenye sera ya, ya nchi. Kama mtu astahili astahili, kama mtu anastahili kupata apate kwa wakati bila mgeshaji. Sasa tusingependa malalamiko ya watu kukosa pesa, lakini tuwape pesa watu ambao they deserve. Niwaombeni sana wakurugenzi, simamieni. Dar es Salaam ina mahela mengi sana ambayo kama fedha zile zikienda vizuri kwa mpangilio mzuri ambao umewekwa na serikali inakwenda kuondoa umaskini wa watu wetu. Aidha washaurini pia hao watu waende kwenda kukopa hela 10%. Wakawezeshe kwenye miradi ambayo inazalisha. Wasibaki kuwa wachuuzi. Viwanda vidogo vidogo hivi viko vingi. Hata China, wakurugenzi mbona? China simona viwanda vile natura siumwana vile viwanda, tusingependa tusing kuwakopesha hawa watu wetu kwenye miradi ya uchuuzi. Si dhambi mkaleta kiwanda kidogo cha uchakataji wa nini wa bidhaa ndogondogo za kina mama, badala ya kuchuuza tu, kuchuuza. Hata kumtresi huwezi kumtresi. Wako kumi, wanafunga kiwanda chao pale, wanaprodusi wenyewe, wana supply wenyewe kwa wananchi, kesho wanafungua kiwanda kikubwa zaidi ya kile kidogo. Hayo ndiyo maendeleo, na hiyo 10% pia ichagize malengo ya mheshimiwa Rais ya Tanzania ya viwanda. Kwayo ni waombeni sana wakurugenzi, endeni mkakae na wataalamu wenu mwakoche hata wale watu, wakati mwingine ni elimu tu, kwa sababu kama hawana elimu wataendelea kufanya vitu vya uchuuzi badala ya vitu vya kuzalisha. Ni aibu sana Eti hata viwanda vya keki viwanda eh, vya pedi viwanda vya tishu viwanda vya toothpick ambavyo kila siku vinatumika, tunashindwa kuwakocha wakinamama wakazalisha kiwanda kimoja milioni mia moja mia mbili unakuta hao watu wana nyumba tayari wanataka tu wakope wa produce zaidi. Ni kuwakochi na kuwafungua, wakati mwingine wanavyosafiri kwenda kwenye maonyesho wakirudi

kwa maana wakuu wa idara za biashara na uwekezaji kwenye halmashauri, tumetembelea China tumetembelea pia Marekani kwa malengo matatu. Lengo la kwanza lilikuwa uanzishwaji wa jiji la Dar es Salaam ambao kwa kweli ni agizo ya mheshimiwa wa waziri ofisi ya rais TAMISEMI alitolea tukiwa ni hii kujifunza wenzetu wanafanyaje biashara masaa ishirini na nne umefanikiwa vipi. ila tatu ilikuwa ni mahusiano kuanzisha uhusiano na ushirikiano jiji la Daras na jiji la Dar es Salam. Vyote hivi ni fursa ambazo sisi wa Dar es Salam, sisi wa Tanzania, tunaweza kunufaika nazo kwa kiasi kikubwa sana. hii yamasapenda kujifunza, usingependa tena babaishaji au wafanyabiashara na wakurugenzi wamejifunza na wameona kwamba biashara inafanyika masaa ishirini na nne, sio stori, ni uhalisia, na wameona maeneo yote, mmeona purchasing ya watu wengine wanakwenda saa saba, wengine saa tisa usiku. Kuna siku tumetembea mpaka saa kumi usiku, biashara maduka yamefunguliwa, tafikiri mchana na watu wamejaa kama mchana, kwa jiji kubwa kama Dar es Salaam hauna haja ya kufunga funga maduka. Nitashangaa sana tena uzinduzi wa 24 hours business kwenye halmashauri ambazo bado hamjazindua, unakuwa na babaishaji. Nitashangaa sana, kwa sababu hawa maafisa wa biashara wamejifunza, na nikiamini kwamba tu tu ile na kusaidia wewe kuweza kuona kushiriki na kushauri. Kwa hiyo unapokuja sasa kwenye halmashauri we need positive changes, sio kwamba unaenda kwenye utalii. No, no, unaenda kutalii. You were there for study. Now we have transform your council, you have transform your council ili ije kwenye kile kipimo ambacho tungetamani. Kile nina ninajua wengi waitamani waende kwa wengine walinipigia mimi, kwa nini mimi sijaenda? Wengi walipiga na simu kabisa nichukue mimi mimi. Hapana, nataka niende na maafisa wa biashara na hawa wengine watakwenda eneo lingine, kwa segment nyingine. Hamwezi kwenda wote mara moja, maramoja hiyo hamwezi kwenda wote mara moja. Memsikia pia habari wa mkoa nasema mkuu, na sisi tuende nje. Kaambia tunakwenda kwa utaratibu. Kama kuna hoja ya msingi mtaenda, kama kuna hoja ya msingi mtaenda, lakini kubwa kwenda pia, wekeni kwenye budget zenu kwa ajili ya mafunzo. Kama kwenye budget zenu ni mafunzo ipo why not, kwa mnapanga eneo kujifunza na ili muende. Sio mafunzo tu, ili muende kujifunza, ni lazima muwe na genuine objective za kwenda kujifunza ili mnapokuja deliverance ya ya nini ya ziara yenu ionekane kuwa na tija. Kwa hiyo nitaka niseme hili kwamba hawa wamejifunza, wana knowledge kubwa. Kwa wakurugenzi mwa kunie, unapokwenda kule pia unajifunza, lakini bado masomo ya darasani, bado mazingira. Mmeona mambo ya beautification ya wakurugenzi, mmeona mambo ya nini, jinsi zile uh, roundabout Naona watu wengine hivi huku, Mungu aliwaleta kuwadondosha pale au ni watu kama sisi wenyewe tunajifunza? Mimi nashangaa ule wakati wa mkutano wa n ulifanya usafi mzuri sana, ile ilikuwa ndio lesoni sasa ya kuendelea. Lakini sasa hivi ukipita wachafu. Sheria zipo, kanuni zipo, uongozi upo, kila nini Decision, the commitment is very poor. Wakurugenzi, kanga. Kama kuna maafisa mazingira wanazubaa, wala msiogope tu, mapendekezo. Kama wafanyi kazi vizuri, wala msionge nao sana eh, si kule kule maafisa mazingira washinde kule. Kama kuna shida mapendekezo tu namna ya kuest au nasema. Sasa huwezi ukawa mkurugenzi kwenye eneo halafu eneo linakuwa chafu, hata disinfection hakuna, bado tunaendelea kufanya